Mei 21 ni tarehe iliyobeba fumbo, ndiyo fumbo la ajali ya MV Bukoba iliyopinduka na kuzama katika Ziwa Victoria mwaka tisa kenda na tisini na sita. Nilikuwa kwenye chumba cha second captain Ilifa ilipinduka. Ni takribani miaka ishirini na kenda sasa. Nakutana na mzee Josebell Sikazwe kati ya wazamiaji walioshiriki mwamwi zoezi la uopoaji miili ya waanga. Ah, taarifa za meli hiyo kuzama ilikuwa ziwa Tanganyika, katika ujenzi wa bandari ya Kasanga. Ulivyofika kwa wakati unatoka Sumbawanga, ulikuta meli ipo kwenye hali gani? meli yote ilikuwa tayari imezama, iko kwenye ardhi ya chini ya maji. Upande mmoja ulikuwa hauonekani kabisa, upande huu unaonekana na vioo vya madirisha yake vichache lakini ile uh, wheelhouse first class na second yake yote ilikuwa chini ya tope. Anasema tope na giza majini ni vikwazo dume vya kokozi. Giza liloko kule chini ya maji ileta ugumu sana. Pia watu ilikuwa kupapasa kwenye lile tundu lilokatwa pale chini ya maji, unashika mkono au unashika mguu hujuu unayemshika ni wakike ni wa kiume, mtu kivuta kadi sku zilivogona songa mwishowe, sasa ikawa uwezi kuvuta kwa sababu maiti zile zote zimeoza na zimeganda zimekwama pale. Tafsiri ya kifupi ni kwamba uh, bado kuna miili mingi ilisalia ndani ya maji, hasa ya daraja la kwanza na daraja ya pili. Sidhani kama kuna waliotoka miili ya asilimia kubwa iliyotoka ni ya daraja la tatu. Kama kuna mwana ndugu anasema ndugu yake alikuwa first class na second alitoka, basi uwe ni huyo, angejitokeza tu akasema. Lakini asilimia kubwa wale wanafunzi waliotopatikana wengi walikuwa ni third class. Naam, ni simulizia Mzee Sikazwe, mzamiaji mstaafu anayeishi na kumbukumbu kumbu za kuumiza mishipa ya akili roho na mwili. Tumbo ndo liko juu, lakini structure ya meli yote iko chini ya maji. Kuitoa ile meli pale kwa jinsi ilivyokaa ni afadhali ukajenga meli nyingine mpya, gharama zake. Mzee Sikazwe anasema yapo maamuzi yaliyotia dosari zoezi lote la uokozi. Kilichowasukuma watu kwenda kutoboa pale juu, ndo mimi sikifahamu mimi naweza kusema ni presha kutoka kwa uongozi, kwa sababu mfumo wa nchi yetu, niseme niwe muwazi, hauna utaratibu wa kuachia watu wenye professional wakaweka mawazo yao sambamba. Wanataka mawazo ya uongozi wa kisiasa ndo ufuatwe, na kuchutama kwa mkubwa ni vitendo. Baada ya miaka hiyo ishirini na kenda, zaidi ya shilingi bilioni 120 zimetumika kuwafuta machozi waja kwa ujenzi wa meli mpya ya MV Mwanza ambayo ujenzi wake ni zaidi ya asilimia 90 sasa na itaingia ziwani kumsaidia mama Koku MV Victoria ambayo baada ya matengenezo ya takriban miezi miwili ipo tayari kwa kazi safari za Bukoba. Alois, Mwanza Bukoba. Innocent Alois, Azam News Mwanza.